Uh, alhamdulillah, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tumefika salama kisiwani Pemba. Uh, kikosi chetu cha Malindi Sports Club, jumla ya wachezaji na viongozi wapatao 32, tumefika hapa kisiwani Pemba kwa ajili ya mechi zetu eh, muhimu za PBZ eh, Premier League, mechi ambayo kwetu ni finali ya kwanza eh, dhidi ya Chipukizi ambayo itatika sukumwa Jumamosi kwenye uwanja wa Gombani. Tupo tayari kwa ajili ya mechi hiyo na kwenye upande wa wachezaji wa kigeni uh, nane wale wote tumesafiri nao. Alhamdulillah, tunamshukuru Mwenyezi Mungu na wapo wazima kabisa, na maingizo mapya wapo wazima kabisa, ari moral ni nzuri kwa wachezaji na wapo tayari kwa ajili ya mapambano. Tuwaambie tu uh, washiriki wenzetu wa ligi kwamba Malindi Sports Club kwa msimu huu imekuja kivingine kwa maana kwamba tuna jambo letu kwa kama tuna jambo letu, na tunamshukuru Mwenyezi Mungu ametujalia tumekuja kuanza sehemu ambayo yenye marashi ya karafu. kwa hiyo, kwa tafsiri hiyo kwamba tunakuja kunukia uturi uh, wa kisiwa cha marashi ya karafu, ndio ambao wanakuja kutufungulia safari yetu hii nzuri kabisa ya matumaini ambayo tumesema ni safari ya matumaini inayoanzia kisiwani Pemba tunawaheshimu Chipukizi timu timu kongwe timu ya miaka mingi timu ina wachezaji wazuri ambao wanafahamika na wana historia kubwa kwa Zanzibar, hii tunawaheshimu. Tupo tayari, uh, kucheza nao mpira. Wao wana miguu miwili na sisi tuna miguu miwili. Mchezo wa mpira wa miguu ni mchezo wa wazi. Tupo tayari waamuzi, tuwafuate sheria kumi na saba, lakini tunaamini kwenye, kwenye hilo watakwenda kuzingatia. Mashabiki wa, wa, wa Malindi kwa upande wa Unguja, kisiwa cha, cha Pemba, waendelee kutuombea dua, vijana wana ari vijana watuma kazi na vijana wanakwenda kuifanya kazi kweli. Hatuna sababu ya wanamalindi kuwa wanyonge, tumesema msimu huu. Hatuna sababu ya wanamalindi kukata tamaa msimu huu, tutakapoanza mwanzo hadi kumaliza spidi, morali ni ile ile. Tunayozungumza nje ya uwanja ndio ambayo tunakwenda kutekelezwa ndani ya uwanja. Jumamosi kwetu tunasema ni fainali, tumekubaliana kila mechi kwetu ni fainali. Unyonge wanamalindi umeisha. Msimu wa 2025 2026 ni Malindi yetu, kwa maelezo wa mwalimu uh, Joseph Mutiaba na benti lake la ufundi lote wamekamilika. Uh, kocha Teddy Richard wana imani kubwa na wachezaji na wachezaji, naona moral kubwa ya eh, kufanya vizuri. Tukutane Gombani, mpira utakwenda kuamua.